Leo nime nimekuja Tanga, nipo Tanga na hapa panaitwa Mchukuni, si ndio mamangu? Eh, ndio baba. Shikamoo. Marahaba. Ujambo? wema kabisa, wema za sikukuu. Ah, tunamshukuru Mungu, kikubwa uzima umeona. Sisi pia tunashukuru, tuko wazima mm. mm. Leo nimekuingilia nyumbani kwako. Eh, umeniambia unapika, unapika nini kwanza? napika wali. ah. wali wa nazi eh, kila kitu nazi, na kila kitu nazi, sisi tu Wadigo. mm. mm. Kwa hiyo huku ile chakula kinoge lazima kidogo nazi iwepo. Iwepo ee, eh. Hiyo ni must ya kuwa na nazi. Kwa hiyo wali nazi, mchuzi nazi. Mchuzi wa mafuta, wali nazi. Hebu nipe vyakula ambavyo lazima e, nyinyi kama Wadigo hapa muweke nazi. Tuweke nazi kama miogo, ndizi, viazi; ndio vyote hivyo tunaika nazi. Hmm. Eh. Huko anasema Wadigo ni mafundi sana wa kupika. Mkweli ama hizo sifa mwapewa tu kwa basi tu. Sisi ndo wenyewe Wadigo kwa kupika, tena twapika vitu vya asili vilivyokuwa sawa sawa, mm. Eh, kama bada hivi umeona eh, baada la kwanza la uhakika unga mtupu wa miogo, alafu baada la kuchanganyiwa iliokuwa unga wa sembe na unga wa dona na unga wa wa, wa miogo tunachanganya. Baada lina vitu hivi viwili, baada tupu na baada la kuchanganyia sasa hapo ulipatie mchuzi iliokuwa ni samaki, samaki yule mzuri wa kipande, sio samaki hawa wadogodogo. Unamchukua yule, unachukua na maembe una mabichi yale, tunaweka chini, tunachukua samaki tunamweka juu, tunachukua nyanya tunamweka juu, nyanya tunazeka juu zile, tukishazeka juu zile twabandika, tuk tukishabandika zile basi baba, liache mchuzi uchemke. Ukichemka ule, ukirudi chini, utajua kama hapa kiasi hiki ni tayari. Chukua, ukijua mchuzi wangu kidogo ushatimu, eka ika chini, chukua tanu yako, ila zamani ya dongo ile. unaiweka juu, chukua mkaa ule, unaweka juu. Baadaye pika bada lako baada tupu baada ukilisonga walisonga badala kisasa, kisawasawa so badala la hivi sasa baada la kisawa sawa, sawa la Kidigo. mm -hmm. Tena sio hili la sasa liliokuwa ramda wachukua mahindi mahindi. mm -hmm. amba mahindi sijui wachukua haya ma yaitwaje haya huyu ama baada sasa yameupe haya ya Mtwara haya ma makopa haya, wachukua makopa ya asili. Upo makopa ya asili, kopa kwanza wali walimenya mwenyewe, alafu unalichukua unalivumbika. mm -hmm. linafanya kama kuvunda vunda kidogo mm -hmm. alafu unalichukua lile unalianika ukilianika linakuwa kidogo jeusi jeusi, ndio bada letu sisi Wadigo lilokuwa la asili, umeona okay, eh? lakini hivi sasa hivi kuna mabanda mabada sijui ya Mtwara, Mtwara makopa meupe, Mtwara makopa meupe, badala yake sio fresh kwetu sisi, okay. La asili ni lile tulilokuwa tumelimenya wenyewe tumelivumbika wenyewe tumelianika wenyewe tumelipeleka tumelifunda na kinu, okay. Sisi wenyewe tukupeleka mashine, tuna kinu na mchi, tunafunda tunachunga tukishachunga twapata unga wetu, twabandika nyungu ile asili, twachukua miko yetu pale tupika. Tukishamaliza pale, angalia baba na mama, sasa asisogee mtoto hapa, baada lilivyokuwa zuri, lilivyokuwa jeupe. Bebe mwenyewe pia ukasema ka hodi humo, nakwambia karibu. Ukise, ukiingia pale, utasema ugali umepikwa na nani? Asili yake ni Mdigo, hakuna mwingine yoyote anaweza kupika baada kuacha Mdigo. Mdigo ndio mwenyewe. Fudi wa baada vibaya mno digo kote bada kwenda mm. Mbele uko sifa yetu sisi ni bada okay. Mm. Mama angu hapa kataja makopa. Makopa ni miogo, miogo ambayo unakausha ile, si ndio? Mm. ni okay. ile miogo mm. waimenya mm. alafu waivumbika kidogo usubisha kuwa kama ina rangi rangi nyeusi nyeusi, mm. unaanika. Ukishaanika kisha kuwa makavu, mm. tachukua kinu na mchi tunatwanga ile, kufunda okay. Tukimaliza hapo tunachekecha unga, tukishachekecha unga pale tunabandika sufuria itakuwa ngo tayari, tunabandika nyungu ile ya asili mm. tukishabandika nyungu ya asili ile twapika, kisha pika pale twaweka chakula twaweka na mchuzi wetu okay. Twapika twala, baada ni ugali wa muogo wa miogo eh, ila wasa ni wadigo wa huo, kuna namna ambavyo mama ameelezea hapa, wanautengeneza kwa ufundi sana. Sasa bwana hapa Mchukuni, e, eh, nimesikia kulikuwa na vitu vingi sana e, eh, ambavyo sasa hivi hakuna nataka utuambie, eh, maana nimeambiwa kulikuwa na kitu kinaitwa msoma. Msoma ni nini na ilikuwaje, na kwa nini sasa hivi eh, msoma haupo? Msoma ni hasili asili. Sisi tulipokuwa wadogo, baba zetu na mama zetu au dada zetu, tuliponyanyukia, tuliona ngoma hiyo. Tulipoona ngoma hiyo, mama alikuwa nayo, kwa hiyo mama akienda kwenye msoma na sisi nasi, tuko nyuma wazee walipokuwa wakongwe tukarisi sisi watoto, na sisi watoto tuliporisi, alikuwa tunafanya kazi kushinda wazee, tunaipiga ngoma kisawasawa. Ngoma yenyewe ni kushika msululu namna hii, umeona, mmoja ashika nyuma, mmoja anashika nyuma, mmoja anashika nyuma. Akishashika nyuma ile, mmoja anaimba katikati, mmoja anaongoza sasa. Hapo usipime basi, nyimbo tunazoimba twaimba yenyewe alafu, twajua mtindo. Nyimbo hii ni mtindo huu na nyimbo hii ni mtindo huu. Kwa hiyo ngoma hiyo ya asili imekufa, kwa sababu hivi sasa hivi vijana wetu sasa wamebuzi kwenye disco tu, lakini sisi tuliponyanyukia mpaka tumezeeka hapa, kazi yetu ni msoma kwenda mbele na huo mkugo nao, huo mkugo nao ni wewe pia vile vile. Basi pia tuliponyanyukia kwa ngoma nyingine, tukinyanyuka hapo au tuseme msoma, kwani mkugo ule tunakaa waume na wake, wake waka kule na sisi tuka huku. Sasa hapa ina mlomba iko katikati, anokuruza mziki, mziki ule ngoma anazikuruza zile na nyanga zile. Akishazikuruza sasa atoka mwanamme kule, anakuja kidogodogo katikati, aja mpaka kwa wanawake. Akifika pale pa wanawake, achagua mrembo, anamtaka ni nani, ili wakurudi naye, ili upate kucheza ule mkugo. Basi akiondoka hapo, anaingia pale katikati mume akishamchagua yule mke anaingia naye katikati. Akishaingia naye katikati, wanatulia kwanza, wanakula ngoma pale kipigwa, wanakula ngoma alafu wanachukuana, mume naye sasa arudi kule sehemu yake, mke naye ndachagua mume aja huko. Ndio hivyo ndio mkugo huu. Sasa siku hizi hizo ngoma hizo um, so msoma mkugo au kisalome zimekufa kabisa. Kwa nini? Na nyinyi kama eh, wakongwe wa, wa mnafanyaje kuweza pengine kuzirudisha ili watoto waweze kujua ngoma zenu za asili? Sisi twaweza kuzirudisha, lakini hawa watoto jinsi walivyo, ukimwambia twende ukimwambia twende. Lakini sijaamua na nikiamua naurudisha. Eh, sijaamua tu lakini nikiamua tu naurudisha, kwa sababu kuna wenzetu pia sehemu fulani hukumwaako, sijui wapi ulikufa u. Wakati tunashindana pia likufa hivi, lakini sasa hivi ameshachepua Mwambani mm. nuku Mwako mm. na Machui wamesharudisha, ah, sana tena mpaka Mwangombe, lakini sana alikuwa mkakati ni Mwako okay. na Machui alikuwa ndo sisi tunaoshindana sana sana sana, sababu kwenye Msoma hapa ili ushinde fanyeje, upige sana ngoma au uimbe sana. kwenye Msoma hakuna ngoma mm. Kisalome ndo kuna ngoma ah, Msoma tunaimba tu mdomo wetu kwa nyimbo zetu za Kidigo. Nyimbo zetu za Kiswahili, yani twachanganyia yani kama utamaduni fulani waimba nyimbo hii, wageuza hivi, wageuza hivi, wageuza hivi. Sasa zile nyimbo zile, kuna nyimbo fulani tukiziimba hizo ndio watu wanaingia namna hii. Tushajua nyimbo hii hapa, tukiimba hii tutapata ushindi. Tukiimba nyimbo hii tutapumba. Umeona sasa, sisi ndio tutukue tu DJ wa kukua pale sasa, tukitia nyimbo hii watu wabaki kule. Sasa watu wakikua kule wakibaki, wakijaa pale petu tele. Ushindi tunachukua na hizo nyimbo. Zilikuwa zinahusu nini? Yani mnakuwa mnawasema au mnajisifia au mnasema nini hizo nyimbo? Kwanza twajisifia, katika sisi hapa nyimbo hizi twajisifia kwanza. Twaziweza Kidigo twakiweza, Kiswahili twakiweza. Sasa ndio maana tukapata ushindi, kwa sababu hawa wenzetu Machui sijui mwaako Kidigo wakiwezi vizuri lakini mchukuni, sisi tumenyanyukia sana na wazee wetu Wadigo. Kwa hiyo ule Udigo, sisi hatukukaa huko Digo, lakini hapa tunapokaa tuliponyanyukia na wazazi wetu hapa. Nikikwambia nikuseme Kidigo, nataki kusemea chote kidogo. Haya, ukeza sani ngapi? umekuja sani ngapi? Ehe, najua. Haya, ukeza ukarungani kwangu mimi, barero karungani, okay. Nakwambia leo wewe kwangu mimi umefuata nini Umesikia? Ndio, kwangu mimi rero ukeza ukarungani. Sasa wewe wanijibu leo, mekuja kwako wewe bibi, au sivyo? kidogo imenipita. Sasa wakijua, mbona nijibu hiyo ila <laughs> kwanza e, hiyo nimeijua, ukaramkaze ayaviwiana aya vivi mchetuo aya mkaramkaze iko sinamanya hivi unamanya eh? Basi habari ndio hiyo nchukutanganyira kundaweza Ukichanganya stereo. Eh. Yaani nikichanganya sana kama vilivyosema. Haya vibi iko, avibi ana iko, akaramkaje iko, si okay. Utajua kama amemkaje. Okay. Utajua hapo. Huyo mchukuni hapa nyinyi kwenye kuongea kidigo mko vizuri kuliko ta machui, eh. Mwang'ombe huko si yumo hako. Tuko vizuri hapa. Mchukuni ndio maana kila siku twasifiwa na twapata ushindi. Marehemu Mapachu pia hapa. Ule msoma alikuwa tuchukua mpaka getini kwake Marehemu Mapachu. Mapachu alikuwa mbunge. Wa jimbo la Tanga eh, alikuwa akatuchukua sisi, kangiza pale ndani tukacheza msoma mpaka tukamaliza msoma. Mdigo. Mdigo, msoma. Msoma leo twenda ingizwe kwenye geti, twapaa fomu zile, twapiga msoma tukamaliza, amerizika acheka basi Skuzi ile asili inapotea sasa, vijana wataka disco tu na ama, na mapiano umeona na na nna uikimbeji basi, lakini mm. mambo haya uh, hivi sasa hivi. Kwanza hivi sasa hivi wasumbua kitu kimoja, wamenyukia kidigo hawakijui. Umeona? hawakijui mm. oh, hawakijui kabisa. Ndio mimi sasa wanisumbua mimi, hivi sasa hivi mtu ni mkubwa, ukimwilimisha ni kazi sana kidigo. Mm. Fadhali afate kama huyu hapa. Huyu hapa. Mm. Anaweza kusomea mwanzo mwisho kwa maana sisi tulivyochukuana, lakini sasa hivi utamwona msichana mkubwa ashazaa ashafanyaje atoma hajui, au utamuimbia nyimbo atakumbua, kwa sababu kidigo hivi sasa hivi wasichana wengi hawakijui, kwa sababu wamezaliwa huku uswahilini, amwafundishi wamefundishwa na wamenyanyukia katika mambo hayo. Lakini sasa pia wamedhereu, yani ukamwambia kidigo akucheka tu. Mi nseme kidigo, mi nseme kidigo, kidigo ni, ni, ni, ni kabla yako lazima ufanye nini, uchukue kuna siku nyingine utakachukuliwa mbaya, zungumza kidigo. Waona mpaka sasa hivi umi mwalimu mpaka vizi, sasa hivi akifika kwenye majukwaa aniita mimi ndugu yake, ananiambia mwite ni dada dadake ni mimi, umati yuwaja mwenyewe pia sema mpaji kausoni, anza msoma na anza msoma naimba kidigo, namaliza naondoka, upo. Kwa maana sasa hivi sasa hivi kidigo watoto hivi sasa hivi wenyewe atakavyo mambo mengine lakini mambo ya vidigo lakini, kama nitangangania tu sita saba napata mm. na tena watu wengi wasema turudishe, hata turudishi hata mheshimiwa asema msoma rudisheni, mm. lakini kwa hivi sasa nitarudisha kweli. tena nitaurudisha kwa nguvu zote eh, kuelewa, asipotee yani. E. Okay. kuna leo na kesho yasipotee, kama tulivorisisisi na wao pia tutarisisa vile vile okay. lakini msoma hivi sasa hivi nitaufanyia kazi E, kwa maana umi pia autaka sasa kwa hao e, vijana wenu ambao wamekuwa kidogo wanaacha asili. Maana umesema hapa pia moja ya sifa yenu kubwa ni kupika. Kwenye mapishi wakoje? Waga, mnawafundisha kupika na kuwa mafundi kwenye jiko? Tuwafundisha. Tena twawafundisha sana, twawaambia kaeni majikoni hapa, pika hivi muogo, pika hivi ugali, pika hivi wali, pika hivi bada, pika hivi kila kitu, kwa sababu twamwambia kuna leo na kesho. Leo ko kwangu, kesho umechukuliwa. Je, utakwenda anza vipi? Hatutaki aibu sisi Wadigo. kila siku Zanzibar, so, so, so, Zanzibar. <laughs> Eh, Zanzibar ukifika kule pia tena Wadigo mtu hataki mchezo bwana. Kusukupika hataki mchezo, kwa hiyo tuwafundisha sasa. Akiweza haya, asipoweza, lakini sisi tuamchukua vile vile, kama tulivyofundishwa azali na bibi zetu na mama zetu. Okay. Nilisikia stori moja, taknaambia kama ni kweli. Wanasema kwamba e, mtu akitoka labda mikoa mingine, labda ametoka bara huko, akija huku Tanga kufanya kazi, labda mwanaume akaja maeneo kama haya ambayo kuna huku e, mchukuni au, au mwakidila hapo wasema kwamba yule bwana akipata mtoto wa Kidigo mpaka nasau familia yake kule, wengine kwao hawarudi kabisa. Ya kweli hayo au ni stori tu? Hiyo ni kweli tena, hiyo ni kweli, nakuambia ni kweli kabisa, kwa sababu hayo mambo yameshatokea. Hii inaitwa ni Mchukuni kwanza, kidogo hii ya kwanza ni Mchukuni. Mchukuni mtu yoyote akitoka huku akiingia Mchukuni atoki tena. Ukitaka kutoka ufanye kazi kweli, lakini utoki Watu wasema sijui arogwa, hakuna kurogwa kwanza hapa, alafu mapishi, alafu mambo mazuri. kwa sababu wewe, saa nyingine mtu katoka kazini, wamwambia chukua maji ukaoge. Sijui chukua nini kwenye. Sijui kitu gani. Lakini wewe ukitoka kule, mdigo ameshakutengea. Mdigo ashakuwekea kava safi, limekuambia karibu mpenzi. Je, huko huko unakotoka umelipata hilo? Sisi tuaroga kwa mdomo wetu na vyakula vyetu na mapenzi yetu na mahaba yetu. Sasa umetoka jua kali huko, saa hiyo umevua fulana, si wapepewa? Sasa mdigo akikupepea, si utaona maajabu? Je, katika hii mpaka ulipotembea, baba, uliona pepeo? Ndio wale waliokuwa akaimba, alafu wakarambishwa chuchu mamake na babake, akamtafuta kumbe ana chuchu, akafanya nini? Kapewa anyonya. Ndio hayo. Sasa sisi tuna mambo ya asili ya Kidigo, saa hiyo umeekwa hapo umeambiwa vua, sijui na kitu gani, vua. Mume wangu umezika vizuri kitu, ninino wambaji, nyooshe hapa, una mswala mzuri, ndo ndo kuroga wewe sasa. Swala umeekwa pale, aambiwa haya, kaa. Ah, sasa mume wangu, vasogezwa vitu wewe hujaviona, wewe bashanga hivi vitu, hivi vitu gani? Mbona pale panye kisaani pana moja mbili tatu pale, pana nne ni kitu gani? Upo kumbe pana msio pale, umekiwa mwenye ujijui wajasitukiziwa tu. Ah, ah, amba tulia, hii ndio tanga bwana. Mwisho. Uja simba. Basikia ule bwana uko ule vizuri, utakumbuka nyumbani kusingwa ni kitu kama kitu fulani hivi. Kuna kigongo fulani kule mjini pia vyauzwa Vina... hivi. Hivi. au wakati wowote saa yoyote wachukuliwa babu, vile vyaikwa vile vya korogwa korogwa vile na vitu vitu pale wasingwa, wasema umweusi wewe, ukitoka utafikiri labda umepaka krimu, unang'aa vibaya mno, unang'aa vibaya mno. Ndio maana ukaambiwa, Wadigo wana mambo ya asili asili, niayo ya kusingwa, ndo asili ya ndani hayo. Na kipata mwenzio pia akikwambia kama ah, umefanywaje, mbona ni mweupe leo? <laughs> vacheka tu hata sijui umefanywaje, ngoja nrudi kwanza <laughs> ndani, hata kesho mwenyewe, mke wangu au msichana wangu, vile vitu vya juzi, hebu nifanye tena. Yani ule mwili utauona mwepesi, ule mwili utauona sijui ukoje, yani mwenyewe utajiona raha kwa maana ukimaliza hapo ujimwagia maji, ujimwagia maji kaka hiyo baridi yake uwepesi wake umwili kama mzito pia, utashangaa ukenda kule. Je, kweli utakumbuka tena kule au utakumbuka huku nyuma? Ah, lazima ukumbuke huku Kumchukuni. Sasa habari ndio hiyo basi. <laughs> Ukija mchukuni hapa, ah, utoki. utoki uliza, hapa watu wameza hapa hapa wengi hawatoki, na ukija hapa basi umekwisha, ila mimi me, najua nimekulia huku nimezaliwa huku umezaliwa huku ume, umezali Shukuru wewe umezaliwa huku lakini umeondoka mapema ujakutana na kina bibi lakini njoo kae kama mwezi mmoja hivi au siku mbili tu. Alafu pate mtu hapa, kama utakumbuka tena. <laughs> <laughs> Mastoki, ah, utoki. Hapa Uliza, watokaa watoka ato... ha, wa hapa. Mambo yote ninipo alipotoka ee, mheshimiwa umi mwalimu mwalimu yule ndugu yangu baba yake na mimi mpaji familia yetu, upande kwa mama ake mzee mwanandugu, baba ake mzee mwana ndugu na, na mama angu mimi, baba zao ni ndugu. Anapokufa umi mwalimu na mimi mpaji twazikwa kitovu hichi. Yaani mimi mwalimu mimi, mimi. <laughs> mimi ni dada yake tena ni dada yake tu, lakini nyingine pia kwenye majukwaa mwamwiteni dada dadangu, napandishwa mwamuona huyu ni dadangu. Kwa maana mimi dada yake mimi sio siri ni hapa tu, lakini DJ kwa mambo yote. Mimi ni DJ wa kuna DV tu ni DJ wa kukwenda marusini kwa sababu na mambo yangu mingi, tu. Upo, sio haya tu Wana huko mjini huko dawa atakuhitaji kwenye shughuli zao. Hata kwenye za, mimi kokote unakoniita, mimi naja nafanya shughuli zangu kama kawaida. Siogopi kwa maana si ni, ni kipaji changu. Alafu mimi hapa sinafanya mambo mwenyewe ninaweza. Ukiniita popote mimi naja. Okay. Hata ukiniambia bibi ya twende kule toka X na kwambia twende. Sasa, Naenda nafanya kazi yangu naondoka. Najua mna shughuli zenu mjini hapo mna MC ambao wanafanya shughuli zenu, lakini mnamsikia? Eh? Bi mkubwa hapa huyu ni hatari. Kwa hiyo kama una jambo lako, unaweza kumkaribisha pia, haja kusherehesha hapo. Sasa na kusherehesha vizuri tu. na ukanambia bibi, tutakukaribisha panda jukwaa, utafurahi utafikiri, labda nimeishi pale pale. Kumbe nimekuja mara moja tu na kuondoka. Habari ndio hiyo. Sasa mimi nashukuru bwana, nimefurahi kufahamu machache mm. E, japo muda wangu ni, ni mchache, nitakuja wakati mwingine mm. Tuongee vizuri, nikuache kidogo yeah. Uwapikie wajukuu vitu nazi, naona hapo nazi tayari mm. Haya, karibuni sana, asante. Nilikuwa napiga kidogo stori na mama yangu mpaji mm. Najua mengi umeafahamu, ila nitakuja wakati mwingine kuja kuyajua mengi zaidi. nit esco na asante kwa kuwa nasi.